Katika taarifa yetu kuu hii leo ni kwamba wasichana wawili wamesimulia kadhia waliyopitia baada ya kunajisiwa na genge la wanaume katika eneo la Bura kaunti ya Tana River. Wawili hao walitendewa unyama huo walipokuwa wakichota maji kisimani. Hamza Yusuf alizuru wasichana hao katika hospitali kuu ya Garissa walikopelekwa kupokea huduma za matibabu na kutuandalia taarifa ifuatayo wanajikokota wakistahimili uchungu baada ya kutendewa kitendo cha hayawani na vijana wanaofahamu tena majirani wa siku zote. Halima na Fatuma, ambayo sio majina yao haswa, walikuwa katika shughuli zao za kila siku kuzitafutia maji familia zao, walikumbana na kundi la watu likiwasubiri. Walinizingira, wakanishika wote mara moja na walikuwa kama ishirini. Baadaye ndio nilijipata kwa damu nyingi. Mwenzake ambaye ana umri mdogo alijipata kwenye hatari hiyo baada ya jaribio la kuwaita wazazi kugonga mwamba. We have uh, informed this police at Hola and they informed us they are leaving this evening to arrest the area chief who, who collaborated with these uh, culprits and the elders. Kwa muda huo wote baba mzazi alilazimika kutizama, hasa baada ya kufungwa kwenye mti. Walichukua kilemba changu kisha wakanifunga kabisa miguuni kwa kamba na kuniwekelea kisu shingoni. Mara nyingi jambo kama hili hutatuliwa na wazee ili kuficha fedheha. Visa vya unajisi katika eneo hili huibua hisia za ulipizaji kisasi ambayo baadaye husababisha vita. Wasichana hawa wanapokea matibabu ambapo madaktari wanasema hali yao itaimarika haraka. Ni kisa ambacho kimewacha wengi na vinywa wazi, unyama uliotoka kwa hayawani na kuingia binadamu. Wanachosubiri wasichana hao wawili ni haki kutekelezwa, licha ya wazee kutoka jamii zao kudai kwamba jambo hili litaweza kutatuliwa kwa njia ya kienyeji. Hamza Yusuf, KTN leo Wikendi, katika hospitali kuu ya Garissa.